Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Ardhi, imeagiza aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Halmashauri ya Manispaa Kinondoni, Naomi Raymond Kwayo, kumlipa Johnson Leonard Mahururu shilingi za Kitanzania bilioni 3 na milioni 220 kama fidia za uharibifu baada ya kubomoa kimakosa jengo lake alilokuwa amejenga katika kiwanja namba 484 kilichopo Hechi, Mbezi Africana jijini Dar es Salaam katika kesi ya ardhi namba 26 ya mwaka 2024 ilifunguliwa na Johnson Leonard Mauluru dhidi ya katibu mkuu wizara ya ardhi na wenzake sita, ambapo imeeleza kuwa uamuzi wa kubomoa jengo la makazi na jengo la hoteli uliofanyika tarehe moja Machi 2024, kwa maagizo yaliyokuwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kwa madai kuwa kiwanja kile ni mali ya Naomi Raymond Kwayo haukuwa sahihi, kwani mauluru ni mmiliki halali wa kiwanja hicho. Katika maamuzi yake, mahakama imetambua maululu kama mmiliki halali wa kiwanja hicho kutokana na kile kilichoonekana kuwa alinunua kwa mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Juma Rajabu Kapungu Januari 31, 2022 ambapo Kapungu alinunua kiwanja hicho kwa kampuni ya Woodpeak Company Limited Februari 13, 1997 katika kuwasilisha ushahidi wake Naomi ambaye awali alidai kuwa mmiliki wa kiwanja hicho alieleza mahakama kuu alipata ardhi hiyo kupitia barua Julai 12 1987, akitambulika kama Mrs Naomi Leymond Kwayu, jambo ambalo limeonekana kama ni taarifa isiyo sahihi, kwani Naomi aliolewa na Leymond Samuel Kwayu tarehe 6 Januari 1990 na hivyo huo mwaka 1987 alikuwa akitambulika kama Naomi Fairness Kiwia. Kwa upande wake Johnson Leonard Maululu ambaye ni mleta maombi kwenye maombi hayo alieleza mahakama ya mlu kuwa yeye ni mmiliki halali wa kiwanja hicho, hivyo uvunjaji wa jengo la makazi pamoja na jengo la hoteli ambalo lilikuwa kwenye ujenzi uliofikia ghorofa tatu haukuwa sahihi, hivyo kuiomba mahakama ya mla alipe fidia, alipe fidia za shilingi bilioni kumi na tisa. Pia alipe fidia kwa kupoteza mapato ya shilingi za kitanzania milioni nne ambayo Angeingizia kupitia hoteli kuanzia Septemba moja. Mahakama imeamdu namimleta maombi ambaye ni Maululu kupewa hati hiyo huku ikiamla kuwa Maululu atalipa shilingi za kitanzania bilioni 3.18 na kwa kuvunjiwa nyumba ya makazi ambayo ilijengwa kihalali na ilikuwa na kibali cha ujenzi na asisumbuliwe katika kufurahia ardhi yake. Pia mahakama imesema mleta maombi atalipa shilingi Lubaini, za kitanzania milioni 40, kama gharama za uharibifu wa jumla atalipwa gharama za kesi, gharama ambazo zitalipwa na manispaa ya Kinondoni, aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi na Naomi Lemondi kwayo. Pamoja na hayo, jengo la hoteli ambalo aliomba kulipwa fidia ya shilingi za kitanzania bilioni 16.24 s hatolipo, kwani hakuwa aku, na kibali cha ujenzi japokuwa alishaomba kibali hicho. Hata hivyo, maombi mengine aliyowasilisha mahakamani hapo yametupiliwa mbali. Ikumbuke kuwa Machi moja elfu mbili na ishirini na nne, aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Jerry Slaa alitoa taarifa kupitia vyombo vya habari kuwa anavunja jengo hilo huko, akimtaja Maululu kama miongoni mwa matapeli wa ardhi.